Depu, mchezaji ambaye anaonekana sio mfupi mm. E, ni kuelewa wachezaji ambao wana vimo kwa sababu ana tano kumi na moja maele nakumbuka, ana tano tisa ama ilikuwa tano ngapi, au ni kama hivi tano kumi na moja maele, kwa kidogo mrefu huyu. Ni mchezaji ambaye ukiangalia amekuwa na vipindi viwili tofauti mm. akiwa Afrika lakini na, na Ulaya manake Yanga amemchukua e, timu yake ya mwisho ni e, kutoka Ulaya mm. si ndio? Poland uko uh, Radom yake ambayo alikuwa akichezea, na ukiangalia uh, amekuwa na kiwango bora akiwa katika timu za ukanda huu wa Afrika mm. ukiangalia historia yake ama katika wasifu wake, manake ndo kwanza na miaka ishirini na mitano saa hiyo ishirini na sita ndio akashasherekea siku yake ya <coughs> ya kuzaliwa Januari nane kwa hiyo ukiangalia, alikuwa na kiwango bora alipokuwa na Sagrada Esperanca ya Angola, ambapo ndo hasa chimbuko lake alipozaliwa. Ya alikuwa na msimu bora akifunga magoli ya kutosha e, magoli 19 mm, katika mchezo 18 ambao amecheza. Alikuwa na kiwango bora akiwa na timu hiyo ya Sagrada, lakini alipita vile vile timu ya Petro e, de Luanda, ama Petro Atletico ya Angola mm, na baadaye ndo akaenda kauzwa e, nje ya mipaka ya Afrika, maana alipita kwa mkopo e, baadaye ndo akaibukia satibio ya Radom yake ya pale e, Poland. Poland. E, lakini ukiangalia amekuwa na makuzi ya kisoka manake, katika historia yake ukiangalia wasifu wake alipita kituo cha e, vijana ama ile ikiitwa Eletro e, do Lobito mm. ambapo ndo eneo ambalo alizaliwa manake, ikazaliwa eneo la Lobito, Angola pale. Kwa hiyo alipita timu ya vijana pale msimu mwaka elfu mbili kumi na saba kumi na nane alipita pale akiwa e, kijana mdogo katika timu za vijana na mara baada ya hapo ukaona ile ngazi yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukiangalia makuzi yake yale amekulia katika ile misingi ya kisoka. Na ndio maana uweze kushangaa kuona aliitwa timu ya taifa ya Angola akiwa bado mapema kabisa. Maana yake aliitwa mara ya kwanza 2021. Sasa hivi ana 26 miaka. Kwa hiyo unaweza kuona aliitwa mapema katika kikosi cha wakubwa cha Angola na alitumikia Angola michezo kumi na minane na amefunga magoli kumi na uh, tano katika kikosi cha Angola. Kwa ujumla, e, timu ya e, taifa ya Angola. Kwa hiyo ni namba yake, akiwa Poland ndio kidogo inatia shaka e, michezo tisa goli moja ambalo amefunga mm. Tuko na kuzungumza hapa na wenzangu e, ndugu yangu kasema ulaya hiyo e, kwa hiyo maanake kuna ugumu fulani ambao, ukitoka Afrika kwenda kule, unaona kuna changamoto kubwa kuzoea mazingira, hali ya hewa na vitu mm. Vinginevyo imekuwa ngumu na hata kuna kipindi tuliona hata kwa baadhi ya wachezaji kutoka hapa alikwenda hapa kaenda sehemu nyinginezo ikawa ngumu kwa upande wake. Kwa hiyo unaelewa kwamba alitoka Afrika akaenda eh, Poland, lakini akuwa na eh, namba nzuri eh, mechi chache, mechi tisa goli moja ambalo amefuga, lakini ile klasi yake uwezi kuiacha kuiweka pale ilipo, maanake ni mshambuliaji ambaye amekuwa bora. Nikuwa napitia baadhi ya, ya klip zake, ukiangalia ni mchezaji ambaye kwanza amekuwa na uwezo wa kukaa kwenye nafasi kwa wakati sahihi. Mm, na ndio sifa ya mshambuliaji, yani lazima mpira unapopigwa katika eneo lako wewe uwepo. Ndiye. Kwa hiyo ni eneo ambalo la kwanza ambalo unampa nafasi ya ba, e, uwezo mkubwa kwamba najua nafasi ilipo e, na anakaa kwenye nafasi kwa wakati sahihi kitu ambacho alikifanya Pisoma yale, na ndio maana alikuwa alipokuwa na Sagrado alikuwa anafunga magoli ya kutosha, lakini vile vile amekuwa bora kwenye kupunguza ule mchezaji mmoja kwamba kibaki na beki mmoja ama wawili, basi shughuli inakuwa Depu kwa upande wake, na anakuwa na uwezo wa kutunza mpira e. Ni moja ya vitu ambavyo nilikuwa naviangalia nikaona amekuwa navyo, lakini sifa yake nyingine ni uwezo wa kufunga, maana amekuwa anafunga though, akiwa huko Ulaya alikuwa kidogo gumu, lakini bado uwezo kutoa ile sifa ya kufunga na anakwenda pale e, Yanga, anaikuta Yanga katika changamoto ya eneo la ushambuliaji. Tunajua changamoto aliipata Clement Mzize ya majeraha, maanake Yanga eneo la juu pale, ile mshambuliaji halisi walikuwa watatu Dube, Andy Boyle na na, na Clement Mzizi isivyo, mm, bahati alipata kule, kare, anaregia, ya Mzizi, wakabaki washambuliaji wawili anapokezana Dube na Boyle. Boyle navyosemekana naonekana kule anarejea katika timu yake ya zamani ya Sekokune mm, pale eh, Afrika Kusini asharudi, maanae maanake maanake kama anaingia pale Depu eh, eh, maanake unamkuta akiwa yee yeah na Depu katika eneo la kushambulia pale, maanake bado mzizi ajua afiti kwa asilimia mia moja, kwa hiyo nafasi ya kucheza ataipata, maanake Yanga, kipindi hiki ndo kipindi ambacho wanakutana mashindano mengi, sawa sawa.